Leo hapa tuko na dugu ambaye wakati nilipokuwa naamini, mtu wa kwanza kujadiliana naye ama mtu ambaye aliweza kunipa changamoto ni huyu dugu ambaye anaitwa Rashidi Ekai. Rashidi Ekai ni mhadhiri mkubwa katika imani ya Kiislamu. Najua ya kwamba Waislamu ambao ni wahadhiri wale ambao wanawaliganishia Wakristo katika mijadala ama katika mihadhara ya Kiislamu wanamjua vizuri sana Rashid Ekai, wanamjua sana, maana amekuwa mwalimu wa kutegemewa katika imani ya Kiislamu. Na kwa sasa hivi tunavyoongea, uh, yeye si Muislamu tena, na tunaposema ya kwamba yeye si Muislamu ina maana ya kwamba ako tayari kufanya kazi ya Mungu ndani ya imani hii, na vile vile wale ambao walikuwa wamewatoa kwenye imani hii na kuwapeleka kwenye imani ya Kiislamu najua ako tayari kuwarejesha ama waweze kurudi tena. Tutaongea mengi kumhusu, lakini kwa sasa tunafanya kitu kinaitwa introduction tu, lakini baada ya hii, uh, baada ya hii video kuna video zingine ambazo zitafuata. Maana ekai ni mtu amefanya mihadhara mingi sana, amefanya Kenya, amefanya Uganda, amefanya Kongo la amekuwa akifuatilia mafundisho yetu na mijadala yetu na hoja zetu kwenye mtandao, na tuliweza kufanya mjadala mmoja na yeye mahali kunaitwa Chwere. Huo ndio mjadala wangu wa mwisho. Wakati ule kulikuwa zamani, nilikuwa sina vitu za kurekodi ingawa wale wenyeji wa Chwele wanajua ya kwamba mjadala uliokuwa pale na namna ambavyo tulivyoweza kufanya mjadala mkubwa na huyu ya Rashidi na Rashidi, nataka niseme ya kwamba katika kuhifadhi maandiko, ninaweza nikamtolea nika nikamvulia kofia. Maana wakati alipokuja Chwele alinisikiliza kwa muda wa dakika ishirini, hakuandika kwa karatasi lakini nilione ya kwamba ametaja maandiko yote ambayo nilikuwa nimeyatumia kwa dakika ishirini bila kuandika kwa karatasi. Kwa hivyo, katika imani ya Kiislamu Rashidi amekuwa mhadhiri mkubwa, amekuwa na mitabo yake, amekuwa na msomaji wake, wamekuwa wa wakisunguka na yeye huku na huku, wakiwafanya watu kuwa Waislamu. Lakini nataka nimpe nafasi kwanza, atoe salamu, ataje jina lake, alafu baadaye atarudisha maikrofoni kwangu alafu niweze kuwapa utaratibu ambao tutaweza kufuata. Karibu ndugu yangu eh, Rashidi Ekai. Naam, kwa majina naitwa Rashid Ekai na kutoka uh, maeneo ya Koti County na kwanza kabisa nitawaambia walimu wenzangu hapa kwamba ni mzuri wakati tunapojadiliana, manake mijadala ni kitu tofauti na ni kitu ina fani yake tofauti. Kwa hivyo wakati tunajadiliana kuna maneno ambaye unaweza ukatumia wewe kujichomoa kwa kamba ambayo unajadiliana na yale maneno au kuna maneno ambayo unazungumza wewe yasiyo ya kweli na mengine ya kweli. Kwa hivyo na mtu kuwa Muislamu au kuwa Mkristo sio makosa kwa sababu vitabu hizi zote zimeteremshwa na Mwenyezi Mungu kisha akawapa manabii ambapo tutakuja kuchambua kiundani kidogo. Na bila kusema lolote, najua kitu kimoja, mtu imani ya mtu huwezi nunua. Narudia tena hilo jambo, imani ya mtu huwezi ukanunua. Imani huja kwa kusoma na kusikia na kutafakari. Ndio maana unaona mijadala nyingi inapigwa hadharani, ili yule anayekusikiliza ndio atachuja kwamba huyu kasema kweli, huyu kasema hivi. Kwa hivyo bila kupoteza wakati mwingine, tutarudi tena baada ya muda usiokuwa mrefu, ili tuweze kujadili kidogo tu mada hii, na bado video zingine kama vile mwalimu anasema zitakuja, na ninaomba ndugu zetu ambao watasikiza hii habari Narudia tena kwa mara sio moja kwamba kazi tulioifanya ni kazi kubwa. Mwanandasha amezungumza na ya kweli, ni kazi kubwa ambayo tumefanya kuwatoa watu huko katika Ukristo kuwaleta katika Uislamu. Alikuwa mfuasi wa Catholic. Sasa ametoka huko, akatoka Catholic akaingia KG, akaingia nyingine mpya inaitwa Ubeck Apo ndio mwisho. Na leo sasa, anavuka bahari kubwa, anaingia kwa anaingia kwa Uislamu. Sema bismi bismi lahi lahi rahman rahman rahim rahim rahim. Ashhadu An la ilaha Illa Allah Wa waashhadu anna Muhammad Rasulu rasulullahi. Nakiri kwa moyo, natamka kwa ulimi ya kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa, kwa, kwa, kwa, kwa haki ila Mungu mmoja tu, lakini kwa moyo, moyo, natamka kwa, kwa ulimi ya kwamba, kwamba, Muhammadi Muhammad, ni mtume wa, mtume wa Mungu, sio Mungu. Ewe Mwenyezi Mungu, Mungu, Mungu, Mungu, Mungu, niongoze katika Uislamu. Ni umona tumemaliza kazi. Jina gani? <laughs> ambayo unaona ni nzuri ukiitwa jina ambaye ni nzuri unaona safi katika Uislamu. ia E, tutamwita ndugu yetu Hassan, yani mwema. anaitwa Asfar, ataitwa Asfar. waambie wakristo kwa heri. Wakristo, takbiri! Allahu Akbar! Haya, na alhamdulillah katika mahubiri yetu. Na leo vile vile kuna dada yetu naye ameamua kujiunga na Uislamu. Ndio maana tumekuja kwake nyumbani ili naye aweze kujiunga na Uislamu, dini ya mwenyezi Mungu. Kwa hivyo, dada yangu, mbeleni ulikuwa katika dini gani mbeleni? Mbele dini yako ilikuwa dini gani? dada yetu walikuwa ni wa kanisa la Sabato, watu wa Jumamosi, SDA. Na leo naye ameamua kujiunga na Uislamu. Dada yangu, so mkono wa kulia nyosha namna hii.

Nakiri kwa moyo natamka kwa ulimi ya kwamba hapana Mola apasaye kuabudiwa kwa haki ila Mungu mmoja tu. Nakiri kwa moyo natamka kwa ulimi ya kwamba Muhammad ni mtume wa Mungu. Hey, Mwenyezi Mungu niongoze katika Uislamu. Bas hai, wa... oh, kwa Bas haya ndio. Ah, mimi niko na wacha ni kwanza. Bwana waje endelee. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Tumshukuru Allah Subhanahu subhana wa Ta'ala aliyetujalia ndani ya mwezi mtakatifu wa Ramadhan ndani ya msikiti wa Ororo Pokot County, na alhamdulillah leo pia tumeona kuna wasichana wetu ambao nao wameslimu ndani ya mwezi mtukufu Ramadhani. Tunaomba Allah subhana wa Ta'ala awaongoze, na waliotupa riziki vile vile Allah subhana wa Ta'ala awafungulie njia zao. Kwa sauti, bismi <todiculta> lahi rahmani rahim ashhadu <todiculta> ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammad rasulullah, nakiri kwa moyo natamka kwa ulimi ya kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki ila Mungu mmoja tu, nakiri kwa moyo natamka kwa ulimi ya kwamba Muhammad ni mtume wa Mungu. Ewe Mwenyezi Mungu niongoze katika Uislamu Uislamu Naam, dada yetu anasema ataitwa ataitwa Shamim inshallah, Shamim inshallah, inshallah kuanzia leo. Na dada yetu wa pili vile vile anasema ataitwa Zaitun inshallah. Tunamuomba Allah subhanahu wa Ta'ala aweze kuwajalia na aweze kuwapa elimu zaidi na ninajua wa na, kwamba hii sasa hivi habari hii ikifika nje, najua ndugu zetu hapa ndio penye hamaki itapanda, najua ndio penye chuki itatoka, najua ndio penye matatizo itakuwa, kama ni vitisho kama ni kufanyiwa mpango ya kuuawa. Najua ndio sasa itakavyokuwa mwalimu. Hiyo ndio ni bora kusema ukweli ama vipi? Najua hiyo ndio vile itakavyokuwa. Lakini mimi siogopi mtu na siogopi yoyote yule. Namuogopa Mwenyezi Mungu ambaye najua siku moja atanitoa na siku moja ataniweka katika uwanja wa hukumu na siku moja haki itafanya nini? Haki itakuwa ni yenye kusimama. Kwa hivyo tutakuja kuangalia baada ya muda usiokuwa mrefu na tujue hatupi simama au hatukatai kukashifu mtu kwa sababu unaweza ukasema, ah Huyu jamaa anaingia katika Uislamu sasa, ameingia na kuwakashifu watu. Hapana ah, ah, kila kitu ni kujifunza, na baada ya kujifunza unatafakari kwamba hii na hii na hii ni sahihi kweli. Kwa hivyo najua itasawashangaza wengi kwa muda usiokuwa mrefu. Tarudi tena, asante. Kama vile ambavyo mmemsikiliza huyu Rashidi Ekai Rashidi, kwa kweli mimi namjua, sizungumzii mtu ambaye sijamjua, nazungumzia mtu ambaye nimesimama na yeye katika majukwaa ya mjadala na tumejadiliana na yeye, kama kuna mtu ambaye ninaweza nikajivunia mimi katika moyo wangu, na ndio nikaona ya kwamba jambo hili sitalifanya kwa siri. Kuna watu wengi sana, ungewauliza wangesema ya kwamba jambo hili lingefanyika kwa siri, na sababu ambaye wanayo wanayo kwa mjibu wao, e, wakisema hili jambo halingefanyika hadharani Haugemweka mhadhiri mku, mkubwa namna hii wa Waislamu, haugemweka kwenye mtandao, haugemweka hadharani. Kuna watu ambao wana maoni kama hayo, lakini mimi nataka niwaambie ya kwamba hivyo hivyo alivyokuwa anafanya kazi hiyo hadharani, vile vile atafanya kazi hiyo hiyo akiwa bado hadharani. Maana Yesu anasema jambo ambao linafanyika kwa siri, mliseme wazi. Kwa hivyo Lashibi Hekai ni mtu mzima na ukimwangalia hivi utaona ya kwamba ni mtu aliye na familia, ana watoto ana mke, na vile vile si wazimu. Yeye ni mtu aliye na akili zake timamu na ameamua uamuzi wake baada ya kusikiliza hoja, kama ugamsikiliza ukiwa mwerefu. Amesema ya kwamba wakati ambapo unapotetea hoja unaweza ukatetea hoja ndiyo ujitoe hapo pengine mko katika kongamano, mko katika mjadala mkubwa, hautasimama kwenye jukwaa kusema ya kwamba kwa kweli nimeridhika, lakini maadamu unaendelea kuhojiana, kuhojiana, unaendelea kuona ya kwamba kwa kweli hoja hii inanilemea. Na baada ya kuona hiyo, kama unatafuta Mungu, ina maana ya kwamba hautatumia unafiki, utatoka hadharani kama vile Rashidi ametoka hadharani, lakini kuna kitu moja ambacho ninataka niweze kusema kwa Waislamu ambao pengine wataamsha jaziba. Nawajua mimi Waislamu nawajua, nimefanya na wao kazi kwa muda mrefu. Sasa kitu ambacho ningetaka niseme ni ya kwamba Waislamu tunapoenda kwenye majukwaa kujadiliana, hatuwezi hatuendi pale kucheza pale, tunaenda kwa mambo mawili, baina ya uzima na hukumu, ama mauti na uzima. Hicho ndicho kitu ambacho tunakijadili tukiwa kwenye majukwaa. Kwa hivyo, wakati ambapo unapojadiliana na mtu wa imani isiyokuwa yako usije ukaweka mchezo pale. Pale ni mambo ya Mungu yanayojadiliwa, na kwa sababu ni mambo ya Mungu yanajadiliwa, baadaye huwa inawekwa wazi, mtu awe free kuenda katika sehemu yoyote anayetaka. Kama wewe ni Mkristo, utakaposikiliza mjadala, namna utakavyoenda uone ya kwamba utajiunga na Waislamu inakuwa ni uamuzi wako na Wakristo wanafaa kuheshimu uamuzi huo kwa sababu ni we, ni uamuzi wa mtu ambaye ameamua vile vile katika imani ya Kiislamu wakati mwingi mnakuwa mnajadili mnajadili muna, na mnasilimisha watu na mnajivunia ya kwamba tumesilimisha huyu tumemsilimisha huyu tumemsilimisha huyu, huyu tena kwa mtandao tunaona mnaweka hivyo hivyo mnavyoweka watu ambao wamesilimu, vilevile muwe tayari kuwasikiliza pia wale ambao wametoka Uislamu pia. Si ati ya kwamba wewe utake kuwatoa watu kwa Ukristo kuwaleta kwa Uislamu una raha, lakini wakati watatoka kwa Uislamu kuja kwa dini ya Kikristo wewe unaudhika, utakuwa wewe ni mnafiki, utakuwa wewe ni mtu ambaye hautendei watu haki. Kwa hivyo mimi najua ya kwamba hapa tuko katika nchi ya Kenya. Nchi ya Kenya ni nchi ambaye iko na sheria yake, na nchi ya Kenya ina uhuru wa kuabudu. Hata ukitaka kuabudu jiwe, unaruhusiwa na serikali ya Kenya. Kwa hivyo mtu ambaye pengine ataweza kuamsha jaziba zake kwa ajili ya Ekai, kwa maana Ekai amekuwa anategemewa katika dini ya Kiislamu, amekuwa mja muhadhiri mkubwa katika imani ya Kiislamu, usijaze jaziba. Kama unataka kumrudisha Ekai katika imani ya Kiislamu, mrudishe kwa hoja tafuta yeye ama kuja kwenye mjadala. Maana eka, mimi nakuhakikishia ya kwamba mimi tutaungana na wewe mkono bampa, tubampa kwa ajili ya kuwaendea waislamu ambao wanahitajika pia na wao kuelewa kililielewa. Kwa hivyo ninaomba Mungu anijalie pamoja na kikosi changu ya kwamba tusiachane, tufanye kazi hii kwa pamoja kwa ajili ya kuwaendea wale ambao ulikuwa pengine umewapeleka kule hata ndani ya Biblia kuna mtu anaitwa Sauli. Sauli wakati alipokuwa anawapiga watu, anawaua watu, alipotokewa na Yesu aliambiwa na kutuma kwa hao waliokuwa wanakutuma, hao ambao mlikuwa nao katika hiyo imani, ambao ulikuwa ndani, na kutuma kwao ili uweze kuwaokoa, uwatoe kwenye giza, uwapeleke kwenye nuru, uwatoe kwa shetani, walete kwa Mungu. Kwa hivyo, pia heka inajua ya kwamba Mungu atakutumia na si mwanadamu, atakutumia na Mungu atakulinda Si mwanadamu atakulinda. Kwa hivyo, mtu asikwambia hapana. Oh, Waislamu wanasema man badala dinahu fakturuhu, hiyo ni yao, hiyo si yetu. Sisi kama wao watatumia hiyo, bado tutapatana, hakuna shida, tutapatana tu, hakuna shida. Kwa hivyo, nafikiri ya kwamba hapa kuna vitabu na mada ambayo imesababisha hawa mabwana wote wajiunge na imani ya Kikristo, ni wakati wameamua ya kwamba kusoma vitabu ndani ya Qur'ani, wakapata ya kwamba kumbe

lakinitaata lakini namba 1 je, unamkubali Yesu Kristo kama Bwana ukuza maisha yako na je, unatamani kuisha maisha yako ukiwa na uhusiano mwema na yeye kila wakati. Je, unakubali kumbali kufundisha Biblia kama vile inavyoelezwa na misingi ishirini na minane inayofundishwa na kanisa wa Waadventista Wasabato Tunajeri? Na je, unaahidi kwa neema za Mwenyezi Mungu kuishi maisha ambayo yanaendeshana na hiyo misingi? Asante nabari. Je, unatamani kubatizwa kama ndiyo njia ya kuonyesha na kutangazia ulimwengu imani yako kwa Kristo, na huko tayari Kujiunga na kanisa la waleveza wa Sabato na kusaidia kazi ya kueneza injili kwa uaminifu, na kama wakili ambaye ni mwaminifu kwa ukitumia zaka zako na ukitumia vile sadaka na hata talanta ambazo Mungu amekupa na kuishi maisha ya huruma Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Rashidi amepokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake, tie nguvu na hata umuondolee woga ambao mara nyingi wanaobatizwa na kuwa naye ujasiri katika kila jambo. Nabatiza katika jina la Baba